Vipi bro, ndio wewe? Kila siku unamtumia meme, unacheka you know, unasikiliza story yake, akikwambia jamaa fulani ananisumbua kwenye mapenzi, anakuwa gaki, akizungumza na jamaa wake stories, anaanza anakuja kukwambia wewe, si ndio? Anakwambia wewe ni my bestie, nakupenda kama rafiki yangu. Bro, kweli ni kwamba tayari wewe demo umeshakuwa kwenye friendzone. Sasa kwenye hii video nataka nikufundishie kwa nini umeingia kwenye friendzone na njia zipi unapaswa kuzitumia ili kuondoka kwenye friendzone. Kwa so, jukumu lako kusikiliza hii video mpaka mwisho, kama unataka kuwaona wanawake kwa jicho la tofauti. Na kama ndio first time unajiunga na hii channel, subscribe afu bonyeza hicho kikengele hapo, ili upate notification kwa masomo mazuri kama haya yanaokuja kwenye kwenye future stage. nipoze muda wako, let's go straight to the point okay. Sasa namba moja ni kwamba una unamuonyesha mapenzi si ndio? unampa mapenzi kabla ya kumuonyesha thamani yako. Hii ni tabia kubwa sana kwa watu ambao wako friend zone, yaani wana wanafikiri kwamba kwa sababu hawana thamani thamani, of course, most of the time waga hawana thamani. Hawa feel kama wajioni kama wana thamani na kitu pekee ambacho wanaweza kumpatia mwanamke in return. Kama kubadilisha mezao sio thamani yao, hapana, bali ni ile penzi. Kwa hiyo wana risk, wanatoa mapenzi kwanza kabla ya kuonyesha thamani yao, na hii ni, ni reverse. Wanawake wanataka mwanaume awe na thamani kwanza awe ana ni high value kabla hajakupenda kwa, unakuwa unatoa kitu ambacho hataki. Sasa hakuna mtu anachukia mtu anayempenda, ndio maana sana kuchukua anaku, anaku, anapenda, anapenda, anachukua anaku incorporate kwenye friendzone, anachukua mapenzi yako kwenye friendzone, anakuita bestie. Kwa nini? Ni kwa sababu unampenda bila kuonyesha thamani yako. Most of the time, wanaume kama hao wanakoga, wana emotional investment. Ni rafiki yake, lakini anampenda kwa siri siri, anampenda kwa chini chini, anakuwa emotionally invested. Mwanamke sana anajua kabisa huyo jamaa unampenda, anajua kabisa unampenda ila unaogopa kumwambia, sababu si will moment. Ulipomwomba namba, ndio siku ulimwambia nakupenda kupenda. Siku ambayo ulimuonyesha interest, ndio siku ulimwambia nakupenda kupenda. Sasa kitu ambacho wanafanyaga wengi hao ni wanampa huyo mwanamke attention, wanamu, wana focus naye, wanamu nyenyekea unakuwa hapo kila saa demo akimtaka jamaa yuko hapo po, kiasi kwamba sasa mwanamke anaanza kumtreat yu kama my friend. Wanawake hawataki jamaa ambao wanatanguliza kwanza mapenzi au wanatanguliza atensheni yao, wale hawataki jamaa ambaye atensheni yake ataipata bure bure, anataka jamaa ambaye ni ngumu kidogo kumpata, yani ni jiwe kwa jamaa. Mwanamke anataka aruke kidogo viunzi. kupata video zangu nyingi kidogo tumesha discuss hili swala. Sasa so, ufanyeje kitu ambacho nakushauri ufanye kwanza ni kufocus na kujiprioritize na wewe peke yako. Yani, wewe ndo ujipe thamani kwanza, wewe ndo utengeneze brand kitu ambacho kita kupresent wewe kwanza, kwa mtu ndo akuheshimu au akupende, especially wanawake. Unataka mtu ambaye tayari ni self made, mwanaume ambaye amejichonga, amejiumba, amejitengeneza akawa na thamani kwanza ndo anafika anamwambia hey, mimi nina thamani hii, sasa nakutaka wewe. Automatically mwanamke na fall in love, anaipenda ile thamani so, ya jamaa, na si yale mapenzi ya bure. Mwanaume anatoa mapenzi ambayo hayana hayana thamani, au zile ya attention, anaeza kumsikiliza dem bure bila kum- mwanamke kufight au kumgombania. Okay, sasa point namba mbili ni kwamba haujaweka wazi nia na madhumuni yako most of the time hata watu majamaa huwaga na mental na coach na wafundisha waga, wananipa story, afu wengi wanakuwaga ni kama wamekana wao mwanamke, si ndio? Anakana wao mwanamke, ana friendzone yeye ni mwenyewe, anajifanya awe friend wake kwa muda mrefu, anafikiri akishakuwa friend wake kwa muda mrefu labda atamwezi. Kwanza demu anizoezoe mwanangu, sitaki kwa sitaki, kwanza demu aanze alijua na nishukulie kwamba mimi namtaka tu kimapenzi, nataka demu anizoezo yake kwanza, ili baadaye nikija nikitopa nyavu hasa anakubali kitu ambacho ni wrong. Yani ni kosa kubwa sana. Mwanamke anachukia mwanaume ambaye ni indecisive, yani mwanaume ambaye ana anajificha nyuma ya urafiki, yani anajificha ficha, yani mwanaume ambaye hayuko clear, yani ajui anataka nini, si ndivyo? Sawa. So, unaenda unajificha ficha nyuma ya urafiki, kumbe ukiwalisea unamtaka huyo demu. Mwanamke anataka jamaa ambaye ni, ni akimpenda demu apopo anaenda ku make decision quickly na make sure kwamba anakutana naye na ana make sure kwamba vitu ambazo ni za muhimu alizifuata, then baadaye sana mwanamke ana fall in love sana, mkubali jamaa ana kuwa in love. Sasa ukifika pale ukaanza kutaka kuwa rafiki yake kwanza, atakuweka kwenye kundi la rafiki. Sijui mmenipata hivyo. Sasa njia nzuri ya kutoka hapo ni kwamba, kwa mwanamke yote ambaye unakutana naye weka intention yako mapema, weka ile intention, weka clear mwanzoni kabisa pale mnapokutana, anza kumchokoza kidogo kimapenzi kwamba kwa hey, rafiki yako nakutaka kimapenzi mimi, sio bro yako, mimi sio ndugu yako, nakutaka kimapenzi hasa. Mwanamke ajui kwamba anakuweka kwenye kundi la majamaa ambao wanamtaka kimapenzi, kimapenzi, na sio majamaa ambao wanataka kwanza kuwa marafiki zake kama kujificha na kutokuwa real na kusema ukweli kwamba yes, hey mimi na nataka ni date na wewe, nataka, ni, ni, ni, nataka ni, kut, ni date na wewe nataka ni kutoe out na sitaki ni tuzungushane kama watoto, nataka ni ni date na wewe, nipe namba yako afuta utana tuongee vizuri hivyo. Do you have the confidence? Okay, sasa namba tatu ni kwamba unapatikana ovyo. Hakuna kitu mwanamke anachukia kama jamaa mbaya, anapatikana ovyo na kani hii chini ni notice, yani wengi wengi kosa na kuwaga hapa kwamba mwanamke akiwa anakutaka anakupata tukio rahisi, akipiga simu anakupata, akikutumia message unajibu, unajibu hapo haraka haraka, unaandika lies, unajieleza, si ndivyo? Yani akipiga simu muda wote wewe uko available, una kazi hakuna. Kitu kinamkera mwanamke Mwanamke anataka mwanamume wa gani? Kwa hiyo point, mwanamke anataka jamaa ambaye yuko focus na mambo yake, na yuko busy, ana fix, anajitahidi kuweka maisha yake akae sawa, anajitahidi kutafuta hiyo hela, anajitahidi kujichanga, anajitahidi ku make sure kwamba maisha yake yako in line, inli badala ya ku badala ya kuanza ku kuji kuji- kujipendekeza pendekeza kwa dem, hey we, naomba tuende unisindikize sokoni kesho, huko naomba na tuende tukafanya kitu fulani huko. Yani hauko busy, hauna mishi za kufanya. Hakuna kitu kama hicho. Sasa solution ni nini? Ina ni, iko obvious. Acha kupatikana ovyo. Mfanya ifanye iwe ngumu kwa huyo mwanamke kupata, si ndio? Mfanye iwe ngumu kwa huyo mwanamke kupokea hiyo text yako, si ndio? Na kama ume ume umechukua namba yake ile, na make sure mapema, mapema, mapema sana pale mnakutana mna una express jinsi unavyojisikia, sio lazima uambie nakupenda, lakini umwambie hii ni nimekutana ni like kweli ndio una una I don't know, lakini natamani kujue sana, natamani nijue na nili ili kuokoa muda, masuala ya kuanza kujiweka kwenye friend uje una nili most of the time, na ukiwa available sana muda wote, akitaka anakupata, anakuchukulia either easy, anakudharau. Ndio hivyo. Sasa mwisho wa siku unajipata umeacha au demu na kundi la marafiki zake, kwa sababu wewe na rafiki yake wa kike ni tofauti. Ni ipi? Ndio akimtaka rafiki yake wa kike, ambaye shoga yake, ambaye ana mishi za kufanya, anampata. Na wewe akikutaka, muda wote anakupata. kwa nini asikufanye best? kwa nini asikufanye na ni rafiki rafiki? Okay, sasa namba nne ni kwamba unajifanya una mvuto kwa wanawake wengine, ndio most of the time na kwa gani majamaa wanauliza, mbona wewe una una dema? Najua mimi spend madem, mimi stalk give stories za madem mimi mimi ni focus na maisha yangu, spend madem si date wala nini, yaani niko you know, ili mwanamke aone ukiwa single. Sasa ndio sema hao jamaa yuko single, oh, ndio ni date naye. Sasa si kweli, haifanyi hai kazi. Mwanamke anataka social proof, ili anataka ushahidi kwamba wanawake wengine wanakutaka. Kwa hiyo kitu ambacho unapaswa kufanya kwenye situation kama hizi ni kumuonyesha mwanamke kwamba wanawake wengine pia wana uwezo, wanakupenda wanakutaka ila social proof inamsaidia, inamsaidia kurahisisha kufanya maamuzi, kwa sababu kama wanawake wengine madem wanakutaka kwa nini na yeye sikutaki? ili hao kujiomit na kujitoa, ili kwamba oh, miss miss spend madem na nini, hapana kuna njia nyingi sana za kuweza ku, kuweza kuonyesha kwamba kuna mademu wengine na wao wanashow interest wana wanaku like kwa kimtindo. Sasa kwenye hii video siwezi nikaviongelea, lakini kama unataka niongelee hiyo issue, andika chini kwenye comment hapo, kwa sababu umefika hapa, this far you know, inaonekana uko serious. Niandike kwenye comment hapo, nataka unionyeshe jinsi gani ya kuonyesha kwamba una option. Okay, hey. Sasa mwisho ni kwamba unaogopa kumwambia ukweli. Ina you know, hakuna kitu mwanamke anachukia kama jamaa ambaye ni too agreeable, yani jamaa ambaye hajana asemaji hapana, yeye yani yeye anagaa hapana au hapingani, yeye anaenda anaenda na kile ambacho mwanamke anataka. Ndio kuna jamaa yeye anajiwagi kusema no, kila siku anamkubalia mwanamke. Demo anasema hivi na hivi na hivi na hivi, anapokea hata. Demo akisema anapenda movie za aina hii, na yeye anasema anapenda movie za aina hiyo. Demo akisema anapenda muziki ya namna hii, na yeye anapenda muziki ya namna hiyo demo akiwa anasikiliza muziki na ya mzikia namna hii akiwa na jamaa naye anabidi asikilize muziki na namna hiyo ili kumfurahisha demo. Sasa hiyo ni inauthentic yani, anyway, wewe si wewe, unafanya hivyo kumplease au kum, kumfurahisha mwanamke. Kitu ambacho mwanamke anapenda anataka, jamaa ambaye ni authentic, jamaa ambaye anamkosea anamkosoa kabisa mwanamke, ambaye unakosea hapa na hapa, sijapenda, hey, hichi sio sahihi, hapana. Hii timu ndio bora kuliko hii, hapana, hizo movie ni mbaya, mimi napenda muziki na namna hiyo, muziki unasikiliza ni ya ni ya watu wa wa, wa vichochoroni. Mimi sipendi muziki namna hiyo, muziki hii ndio muziki kidogo ya heshima. Unampinga, unamchallenge, unaongea ukweli, unakuwa wewe. Unajifichi jifichi nyuma ya ya persona fulani yani, unajifichi nyuma ya character fulani ya boy tu, na unakuwa too agreeable. Wanawake wanaheshimu sana jamaa ambaye ni assertive, jamaa ambaye anasema ukweli bila kuficha ficha na anakuwa authentic, ajiogopi ogopi, si ndivyo? Solution ni kwamba acha kukubalia kila kitu, usiwe mtu wa kusema ndio ndio ndio ndio ndio, si ndio. Badilika sasa, kwa mtu ambaye unampinga, unakuwa true you, hau, hauhitaji kupretend, hauhitaji kujificha nyuma ya ya- pazia, sijui unajificha unajificha nini. Baada ya kusema hayo, kumbuka kulike comment na kusubscribe.